Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Wa nina wasalimu wote kwa jina la Yesu. Jina langu linaitwa Mercy Danieli Kulola, ni mchungaji, lakini pia ni mama askofu Dokta Danieli Moses Kulola. Namshukuru Mungu sana kwa siku ya leo kuweza kupata nafasi hii ya kuweza kuzungumza na wewe neno la Mungu. Kwa hiyo karibu sana ili ya kwamba tuweze kushirikishana neno la Mungu kwa ufupi. Haleluya! Um, basi kwa kuanza kabisa, nipende kuwashukuru SEIC TV kwa kuona kwamba nami ninastahili ninafaa kuwa mmoja kati ya walimu wa neno la Mungu. Mungu awabariki. Nimefurahi siku ya leo basi, naomba tufunike macho tuweze kuomba. Mtakatifu, mtakatifu, Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, pokea sifa na utukufu, maana wewe ni mwaminifu, wewe we ni mwema. Asante kwa siku njema ya leo, asante kwa ajili ya watoto wako, asante kwa ajili ya kila jambo ambalo unalifanya katika maisha yetu. Mungu mwaminifu, asante kwa ajili ya wakati huu tunapoenda kusikia neno lako naomba Roho Mtakatifu akawe ni mwalimu mkuu. Karibu Roho Mtakatifu, ukazungumze ukafundishe watu wako. Asante kwa kuwa wee ni mwema, utakuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka tutakapofika mwisho. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Um, neno letu siku ya leo litatoka katika Yeremia kumi na saba na ule mstari wa tisa Yeremia kumi na saba na ule mstari wa tisa Kichwa chetu cha somo kinaenda kwa jina la moyo, moyo. Nadhani ninaposema moyo unanielewa, kila mmoja wetu anao moyo. Bwana Yesu asifiwe. Um, moyo ni kiungo cha muhimu sana kwa mwanadamu, moyo ni kiungo cha muhimu sana kwa mwanadamu. Yaani wewe mwanadamu, moyo wako utakaposimama, yani wewe umekwisha, yani unakuwa unaitwa jina jingine tena, unakuwa hauna uhai, yaani unakuwa unaitwa marehemu kwa sababu moyo haufanyi kazi vizuri au moyo umesimama umemaliza kazi yake. Um, lakini pia moyo ninaweza nikaufananisha kama na injini ya gari. Gari bila injini aliendi gari, bila injini yani sio gari. Um, kwa hiyo moyo ni kitu cha thamani, moyo ni kitu cha muhimu, moyo unahitaji kutunzwa. Moyo unahitaji kupewa vitu vizuri. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Basi kwa kuanza kabisa, ninapenda ni imbe kawimbo kafupi tu kawimbo kafupi <gulitaji> <gulitaji> ah, kanakoenda kwa jina la moyo huo huo <gulitaji> moyo ni

Moyoni mwangu nimempata Yesu. Yesu ananisaidia katika maisha yangu, kwa sababu nimembeba yeye moyoni mwangu. Ananiongoza, ananiwezesha, ananipa uvumilivu wa kuweza kusonga mbele katika maisha haya, wokovu. Yaani, moyoni mwangu nimemjaza Yesu. Bwana Yesu asifiwe, Haleluya. Um, hebu moja kwa moja twende tukasome hiyo Yeremia kumi na saba na mstari wa tisa. Neno la Mungu linasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuujua? Neno la Mungu linatuambia kutoka Yeremia kumi na saba na mstari wa tisa kwamba moyo huwa mdanganyifu na sio mdanganyifu tu, una ugonjwa wa kufisha pia. Alafu pia inamalizia kwamba ni nani awezaye kujua. Kwa maana hiyo hakuna mtu awezaye kujua moyo wa mtu isipokuwa ni yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na huu moyo tunaambiwa una ugonjwa wa kufisha kuliko vitu vyote, yani kuliko vitu vyote, moyo una ugonjwa wa kufisha na hakuna anayeweza kuujua moyo isipokuwa wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ah, ninaweza kutoa mfano kidogo kwa habari ya shetani. Shetani alipokuwa kule mbinguni, shetani alikuwa ni malaika tena huyu malaika akapewa kitengo muhimu sana maalum kitengo cha sifa. Lakini basi, huyu shetani, hakuna aliyekuwa akijua kinachoendelea ndani ya moyo wake. Kumbe ndani ya moyo wake kulikuwa na mpango anaupanga, alitamani sana, yaani yeye kuwa kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu ambaye alimshawishi kule mbinguni kwamba wewe fanya hivi fanya hivi, ni yeye mwenyewe na mawazo yake na akili yake. Huo ni mchakato ambao ulikuwa ndani ya moyo wake mwenyewe, lakini tunaona yaliyozaliwa yakazaliwa majuto. Mpaka sasa anajuta juta, laiti kama angepewa nafasi nyingine yakuwa kule mbinguni sidhani kama angerudia huo huo mpango wake mchafu. Kwa maana hiyo, naweza kusema kwamba hata kwetu sisi wanadamu kuna mambo mengi sana yanatuzunguka, kuna mambo mengi sana yanatuijie. Kuna mtu unaweza ukamuona, uka anacheka ukazania anayo furaha, lakini kumbe moyoni amejaza vitu vizito moyoni ana uchungu mkubwa, lakini ukimwangalia tu kwa jinsi ya kimwili unamwona huyu mtu kana kwamba yuko sawasawa, unamwona huyu mtu kana kwamba yuko vizuri, lakini kuna mambo makubwa ambayo yamemzunguka yanamtatiza, yako moyoni mwake, anayajua yeye mwenyewe, kama asipokuambia, asipokushirikisha, huwezi ukajua. Ndiyo maana nikasema kwamba moyo una ugonjwa wa kufisha na tena hakuna awezaye kujua moyo, hakuna anayejua mawazo ya moyo. Wewe hapo sasa hivi unaye niangalia, uwezi ukajua nawaza nini moyoni mwako, wala mimi siwezi nikajua wewe unawaza nini moyoni mwako. Tunaona mambo mengi yanatokea katika ulimwengu huu, lakini chanzo chake yalizaliwa kutoka moyoni. Moyo unaweza ukazalisha vitu vizuri, naweza pia ukazalisha vitu vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hiyo, ni muhimu sana kuulinda moyo, ni muhimu sana kuangalia mioyo yetu, ni nini tunaiingiza katika mioyo yetu, kwa sababu kile ambacho tunaki, tunakiongea au tunakifanya kwanza kili, kilianza kuratibiwa huko moyoni, ukakaa ukatafakari, eh? Ukawaza alafu matokeo yake ndo tunayaona. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Kwa mfano unaweza ukakuta uka, uka, uka mtu ameamua tu kufanya mambo fulani, huenda ameamua labda kutumia labda kutumia kutumia labda mikologo naona, ameamua kuvaa labda e, vimini sketi, ameamua kuishi maisha fulani hivi, lakini hiyo yote ni maamuzi yake yeye mwenyewe, kwa sababu moyo ndio huwa una maamuzi anakaa anafikiria, nifanye kitu fulani hiki kitu kinanifaa. Anaona kinamfaa yeye kwa wakati ule, lakini kumbe matokeo yake yanakuja kuzaa uharibifu. Hebu tuone kwamba e, hawa watu au hawa watoto wetu wa kike wanaopenda kuvaa nguo fupi mavazi, unajua mavazi kama mavazi mavazi humtambulisha mtu yaani, wewe mara utakapoonekana huko umevaa kinguo kicha ajabu ajabu, umevaa labda kile ki skin tight, kisuruali ki, ki kinachobana alafu ukapita kule mjini eh, watu wanaokuona unafikiri wanakuwazia nini? Hawakuwazii vizuri hata kidogo. Kuna picha ambayo unawapa kuna picha ambayo wanaipata kutoka kwako wewe hata kama sio mtu wa jinsi hiyo eh? ambaye wanakuwazia maana wanaweza kukuwazia tu wewe uenda wewe ni ni dada poa au wewe tu ni mtu rahisi rahisi mtu labda unayependa wanaume unaona kwa hiyo mavazi mavazi yanaweza ya yakakutambulisha wewe, wewe ni mtu wa aina gani lakini hakuna mtu ambaye anaweza kukulazimisha kufanya hivyo vitu ambavyo unavifanya isipokuwa ni wewe mwenyewe na maamuzi yako kutoka ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo, kutoka ndani ya moyo wako unaweza ukaamua e, mambo mazuri au mambo mabaya. Kwa mfano, mambo mazuri ni yapi? Mambo mazuri unaweza ukaamua, mimi ni mtumikie Mungu, mimi niokoke mimi niishi maisha matakatifu. Unaweza ukaamua mimi nijiunge na wateule wanaoenda mbinguni. Unaweza ukaamua mimi katika maisha yangu, yaani sitaki kukosa ibada, na kweli, kwa sababu umeamua wewe mwenyewe, hakuna aliyekulazimisha. Kweli utafanya juhudi, kwa uweza wa nguvu za Mungu, atakusaidia kwa sababu anaona nia yako ya ndani, utaweza kuhudhuria ibada kama we mwenyewe ulivyojiwekea maamuzi. Ukiamua wewe kwamba mimi nataka nisimtende Mungu kosa lolote, nisimtende Mungu dhambi, Mungu anaweza kakusaidia ukaishi hayo maisha ambayo umeyaamua, kwa sababu anaangalia nia ya ndani ya moyo wako. Lakini wewe ukiamua kuwa mwizi, utakuwa mwizi kweli kweli. Ukiamua kuvuta bangi, utaivuta Haijalishi kwamba unapita changamoto gani, kwamba ah, bwana, niko katika hii changamoto, kwa hiyo unaona kwamba eh, labda suluhisho ni kuvuta bangi. Kweli utaivuta bangi, lakini matokeo yake utayaona baadaye kwamba sio mazuri, na uamuzi ule uchukua utaona kwamba sio sahihi. Kwa kusema hivyo, ninamaanisha kwamba moyo moyo ndio unabeba kila kitu. Moyo unabeba vitu vizuri, moyo unabeba vitu vibaya. Wewe ukiamua kuanzia ya mimi sasa hivi kwa kweli naamua mimi He, kuwa mtoto mzuri yaani nakuwa mtoto mzuri, naamua kuwa mtiifu, ninaamua kuwaheshimu wazazi, ninaamua kuwaheshimu walimu kule shuleni Ne, ninaamua ku kumfata Yesu kikamilifu, nakwambia mwana wa Mungu, hivyo utakavyokuwa umeamua ndivyo itakavyokuwa, kwa sababu ha hakutakuwa na mtu ambaye amekulazimisha hayo. Ni maamuzi yatakuwa ni maamuzi yako kutoka moyoni mwako, kwa maana hiyo utayasimamia yale maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo moyo ni kitu cha kukilinda sana. Moyo ukiharibika, moyo ukiharibika, mwana wa Mungu, moyo ukiharibika, hakuna wa kuweza kuurudisha tena nyuma au kuurekebisha isipokuwa ni Mungu peke yake. Na huyo Mungu anapata nafasi pale utakapopata maamuzi wewe mwenyewe wa kumtafuta Mungu ili aweze kukurekebisha eh, kukurekebisha, kukurekebisha, kukuweka sahihi katika maamuzi ambayo utakuwa umeyachukua kulingana na matakwa ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Um, hebu tuone tena ile Mithali kumi na nne Mithali kumi na nne na mstari Mithali kumi na nne na mstari wa kumi na mbili neno la Mungu linasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu. Iko njia inayoonekana kuwa sawa machoni pako, iko njia inayoonekana sawa kuwa machoni pa vijana wetu, pa kina baba, pa kina mama. Kuna mambo ambayo wanayaona wanayafanya kuwa kama ni sahihi, lakini kumbe sio sahihi mbele za Mungu. Kuna njia ambazo tunatakiwa tuziache, kuna njia ambazo hatutakiwi kuziendea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu zinakuwa sio njia sahihi, utakapoziendea hizo njia, matokeo yake neno la Mungu linatuambia mwisho wake ni mauti, kwa sababu ziko njia ambazo ni za mauti na njia ambazo sio za mauti. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana neno la Mungu likatuambia, li iko njia ionekanayo machoni pa mtu kuwa ni sawa, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Haleluya! Hebu tuangalie basi njia za mauti ni zipi? Njia za mauti ni njia zile ambazo hazimpendezi mungu hata kidogo. Kwa mfano kunywa pombe, hiyo ni njia ya mauti. Uzinzi, hiyo ni njia ya mauti. Wizi, hiyo ni njia ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Utakapokunywa pombe matokeo yake sio mazuri. Tunawaona watu wote ambao wamepitia hiyo njia hawana maisha yaliyo sawasawa, hawana maisha yaliyonyooka. Kwanza utakuta wengi wamejaa makovu katika miili yao. Utamkuta kijana mzuri mama mzuri, lakini unaangalia sura yake imechafuliwa, sura yake imejaa makovu. Kwa nini basi? ni kwa sababu yamkini alikuwa katika hiyo njia huko, ambako anakwenda labda kwenye klabu eh, anakwenda labda kwenye madisko huko kwenye majumba ya starehe, anaona kwamba ni starehe, anajifurahisha, lakini kumbe anayaharibu maisha yake. Tunaona mara nyingi katika eh, hizo nyumba za starehe, watu wakisha lewa, mara nyingi uwaga ugomvi unatokea, wanagombana, wanapigana, wengine wanapigana chupa, wanaumizana, wanajeruhiana, wengine hata wamepigana kabisa mpaka kuuana. Tunaona kwamba hiyo sio njia nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ah, ukiangalia uzinzi Uzinzi he, ni njia ya mauti. Utakuta mtu ana mke wake mtu ana mme wake mzuri tu, lakini unakuta una anaenda kuchukua mwanamke mwingine, yamkini unakuta labda yule ni mme wa mtu mke wa mtu, matokeo yake mwenye mke mwenye mme akitambua, tunasikia matukio mengi sana yanatokea hata katika taifa letu katika familia, katika jamii zetu tunasikia matukio mengi yanatokea. Ah, yule bwana amefumaniwa na mke wa mtu, na mme wa mtu amefanyiwa hivi na hivi na hivi hmm. wengine hata wameuawa wame, wame kabisa bwana Yesu asifiwe. Tunaona hiyo njia sio nzuri sana, kuiendea hiyo njia haitakiwi kuifata hata kidogo, kwa sababu ni njia ya mauti. Utakapoenda katika njia kama hizo, jua kuna kitu kama hicho kinaweza kikakupata. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia njia ya mauti nyingine ni wizi. Wizi, ukiwa na tabia za wizi, iko siku moja yatakupata ya kukupata yata, kuna kukamatwa kuchomwa moto. Tumesikia katika vyombo vya habari taarifa nyingi za watu ambao wanakamatwa kutokana na wizi. Matokeo yake wanachomwa moto, watu wanajichukulia sheria mkononi. Watu sasa hivi hawamuogopi Mungu. Watu sasa hivi he, wame, wame, wamelizwa na vitu vingi. Watu sasa hivi wamechoshwa na maisha. Kwa hiyo wewe mahala ukish, ukikamata tu jua kuna kuna mambo mawili: kufa, kupona Ukipona mshukuru Mungu wako. Wengi tunaona wanakufa, kwa hiyo hiyo sio njia nzuri sana ya kuiendea. Ninakusi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe unayenisikia saa hii na wakati huu, ninakusi kwa jina la Yesu, uchague njia zilizo njema, achana kabisa na njia ambazo unaona hazikufai, njia ambazo unaziona matokeo yake sio mazuri njia ambazo unaziona iko siku zitakuletea madhara, iko siku zitakuangamiza, kama neno la Mungu hapa linavyosema. Wewe yamkini unaweza ukaona kwamba hiyo njia ni sawasawa, yani kwako ni sahihi, lakini kumbe matokeo yake sio mazuri. Tunatakiwa tuangalie mbele zaidi, usiangalie hapo hapo tu kwa matamanio yako na utashi wako. Hapana, unatakiwa uwaze mbele. Nikifanya hivi itakuwaje? Matokeo ya kufanya hivi ni nini? Unatakiwa ufikirie zaidi, uwaze zaidi. Usikurupuke.